Ah, baba yako ni mtu mkubwa. Hata afike asubuhi na hataki kwenda uwanjani bado ataenda, asbuhisisimani na gari la kazi watakuja kumchukua. Hilo analijua babako

Baba babaka akirudi mtamwelezea pia nenda. <coughs> Jamani, ah, ah. Huyu mtoto vijigana aviwishi tena, vijigana vya kutia mtu baridi. Haya.